Jina langu naitwa Erick Sichinga ni mwenyekiti wa TCCIA kwa mkoa wa Mbeya. Katika mafunzo ya leo tumekutana mikoa miwili ambapo TCCIA Mbeya imepewa jukumu la kukusanya vijana hamsini asilimia ishirini ya hao hamsini wawe wanaume na asilimia themanini ya hao hamsini wawe wanawake, vivyo hivyo kwa mkoa wa Songwe. e ukiangalia kuna changamoto nyingi ambazo zinapatikana hasa za kiajira ambazo zimepelekea vijana wetu wengi waanze kufanya biashara bila kurasimisha. Wengine pengine hawana taarifa kamili jinsi gani ya kurasimisha biashara na watafanyaje biashara katika hali ya usahihi ili ziweze kudumu, na wengine wamekuwa wakifanya biashara leo anaacha kesho anaacha bila kujua ni fursa ipi itakayomfaa. Kwa hiyo katika eh, kongamano la leo au mafunzo ya leo tumewaita vijana kwa ajili ya kujadiliana kwanza kile ambacho wanakifanya katika mipaka yao. Tumewachukua kutoka mipaka miwili. Mpaka wa Tanzania na Malawi upande wa Kasumulu na mpaka wa Tanzania na Zambia upande wa Tunduma. Kwa hiyo tutakwenda kujadili biashara zao, wako ambao wamerasimisha biashara na wako ambao bado hawajarasimisha biashara. Tumealika taasisi mbalimbali za serikali ambazo zina fasilitati biashara hasa biashara za mpakani. Tutajadili ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakapitia taratibu za kisheria wafanye biashara mpakani. Tumealika taasisi za fedha, mabenki, ili watuambie hawa vijana wanafanyaje ili kupata mikopo yenye riba nafuu kwa hawa vijana wetu, wanafanyaje wakitaka kufanya transactions za kifedha wakiwa upande wa pili wa nchi lakini mwisho kabisa wawambie ni jinsi gani ambavyo wanatakiwa walipe kodi. Ndio maana tuna watu wa forodha pia watatoa shule hiyo. Tunaamini baada ya mafunzo haya watakuwa wana uelewa mkubwa sana juu ya biashara za mipakani, lakini tutajadili pia zile changamoto ambazo sio za kikodi, non-tariff barriers, ambazo tunazipata sana tena kwa mipaka yote Zambia pamoja na Malawi. Kuna vuruguvurugu nyingi. Sasa wakifahamu sheria na taratibu, watakuwa na imani kubwa, watakuwa na ujasiri wa kufanya biashara hata beyond the borders, wataweza kwenda mpaka kwenye miji mikubwa na kufanya biashara. Kwa nini tumelenga kwenye biashara za kilimo, mazao ya kilimo tu? Tunaamini hapo ndipo mahali pekee wataweza kupata ajira. Vijana wote unaoona hapa, sehemu kubwa ni wahitimu wa vyuo mbalimbali wakijihusisha na biashara ya chakula. Kila mwanadamu anakula, kwa hiyo kila mtu ataweza kupata mteja. Biashara pekee ambayo sasa hivi mtu anaweza akaifanya ambaye hajaajiriwa, aanze na chakula, kwa sababu atamlisha kila kiumbe. Kile ambacho hakitafaa kulishwa kwa kiumbe, kwa mwanadamu, kitalishwa kwa mnyama. Kwa hiyo mwishoni mwa siku, tunaweza kuishi kwa kujipata kipato, tutaweza kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi na nchi itaweza kututengenezea miundombinu mizuri zaidi ili tuweze kuendelea kufanya biashara vizuri. Asante.